Alia mile, kwa sasa niko eneo la barabara ya Ngoto, katikati kabisa ya mji wa Morogoro, jirani na baa maarufu ya Kaa, ambapo kuna eneo limekuwa linatengeneza fanicha, bidhaa za mbao kama vitanda, makochi ama vando vinginevyo. Lakini eneo hili muda huu sio mrefu limeshika moto, na mpaka sasa moto ni mkubwa kama unavyosikia kelele, wananchi wanajaribu kuokoa mali katika mabanda haya bila mafanikio, chache zimeondolewa lakini nyingine zimeendelea kuteketea kwa moto huu ambao ni mkubwa na unazidi kushika kasi katika eneo hili, na mpaka sasa hivi tunavyoongea, hakuna msaada wowote wingine ambao umepika, baya walisika, lakini hawakuweza kupata chochote ndio so, ambayo imeshika inachomulimuli ime, lakini na kilichoweza kufanyika ni kuzima tu umeme katika maeneo hayo yote ya jirani, ila moto bado mkubwa sana. Moto ni mkubwa na haijulikani kama unaweza kuathiri kila nyuma zilizoko jirani, ingawa kinachofanyika kwa sasa ni kutoa tu hizi mbaombao ambazo bado zimesalimika katika eneo hili na pengine Ida Mushi, mpaka sasa imefahamika hasa chanzo cha moto huu ni nini? Sasa hivi chanzo cha moto huu hakijajulikana, kwa sababu ndio tukio ambalo limetokea sasa hivi na sikukitaria. Moto ni mkubwa sana, na watu ni wengi wengi wengi ambao wamejitokeza kwenye eneo hili, na baadhi yao wachache ndio kama hivi unasikia, wanaendelea kujaribu kuokoa hapa, kama wanavyosikia kelele hizi Mbao ni mbao, tusikia kidogo hizi ni mbao ambazo zinatolewa kwenye hizi nyumba ambazo zinaendelea kuteketea kwa moto hapa. Kinachoteketea kwa moto ni nyumba ama ni mbao Idamushi? ni nyumba pamoja na bidhaa zilizokuwa ndani ambazo ni bidhaa za mbao kama vitanda, makochi na bidhaa nyingine za mbao, lakini pia eneo hili niua na moto unaendelea kuteketea. Lakini mbali na um, hizo mbao hizo ambazo zinateketea, pengine moto huu umeleta madhara kwa binadamu. Sasa hivi haiwezi kujulikana kama kuna madhara yote kwa binadamu kwa sababu eneo lilotanda moto ni sehemu kubwa sana na nyumba pia zinateketea. Sasa haijulikani kama ndani kuna watu walikuwemo na wamenusurika au wameungua kwa sababu nyumba ziko kadhaa katika eneo hili, yani karibu nyumba ninzi ziko eneo hili ni karibu kifata cha chata, nyumba kadhaa ambazo ziko katika eneo hili na zote zinawaka moto. umetueleza kwamba umeona gari la uh, Tanesco limefika hapo, limefika kufanya nini? Pengine kukata umeme ama nini hasa ambacho kinachoendelea, baada ya wao kufika katika eneo hilo la tukio? Kwa kweli muda mchache baada ya moto kuanza, Tanesco walizima umeme, na wao ndio wamefika hapa saa hizi, ndio wanashusha ngozi wanataka kukifanya baada ya kushusha hii ngazi yao hilo zimamoto wenyewe walifika eneo hili na kugeuza na gari yao na kwa mujibu wa wananchi ambao imewakuta hapa wao wanasema kwamba zimamoto gari haikuwa na maji na wameenda kuchukua maji kwa hiyo hawakufanya chochote basi damushi mimi ni kushukuru sana kwa taarifa hizo za awali tutaendelea kuwasiliana ili tuwafahamisha wasikilizaji pamoja na watazamaji kuhusiana na tukio linaloendelea hapo hivi sasa Sawa sawa ya media, tutaendelea kujuzana watazamaji wetu wa ITV, wasikilizaji wa Radio na Capital Radio, waendelea kufuatilia jambo zetu za habari kwa ajili ya taarifa zaidi ya tukio hili.